Foleni ndefu zimeshuhudiwa katika maghala ya Bodi ya Nafaka, kaunti ya Kericho, huku wakulima kutoka sehemu mbalimbali za kaunti wakijiwasilisha kupokea mbolea. Malori matano ya mbolea ya ruzuku yaliwasilishwa kwenye maghala hayo. Katibu wa Wizara ya Kilimo Paul Rono anatarajiwa kusimamia shughuli ya kuwasambazia wakulima mbolea hiyo. Baadhi ya wa wakulima waliofika saa moja asubuhi wamelazimika kusubiri kwa zaidi ya saa sita kwenye foleni hizo. Mbolea, hakuna hakuna matatizo. Shida tu ni wafanyakazi, andike watu wetu ya watu wa depot, alafu wahudumie watu vizuri sana. Tangu Thursday mpaka saa hii nimepata mbolea. Lakini kwa hapa hakuna hakuna corruption, kila kitu anakuwa sawa. Nataka kusema asante kwa hii mbolea kufika. Tumeongojea karibu wiki moja. Tulikuwa tunaendelea kupanda mbolea ikaisha abruptly, lakini tunaona serikali wamejaribu, wamefikisha kwa time yenye ime